Kwa picha tu ni mmoja, ni mmoja ambao umeungana vizuri, vizurish mm -hmm. Kama hivi tunaamini hawa watu wana umoja ulioshikamana vizuri, lakini nini ndio ambao umeshikilia amani ya Tarime, boda boda. Aa, sa hata saa nne, saa tano nampeleka nyumbani mara mm -hmm. nyingi sana kwa sababu naamini Tarime eh hakuna bodaboda mwenye akili za kibuni au yeah. Na sisi tunatambua bodaboda ni kazi kama kazi nyingine, na ndio ambayo inazungusha uchumi mkubwa kwenye wilaya yetu. kwa kuna kipindi huwa nasikitika nikiona bodaboda wanafanya matendo ya haya. ya ajabu, hata kuzaa ndani akili watakuwa na changamoto, sio wote watakuwa sawa, ndio maana tabia ile iko. Na sasa mimi nataka nyie mwe ni wale ambao ni kama kikundi. Na haya maendeleo ambayo yameshafanyika haya yanahitaji kuhimili, ndugu zanguni, kuna nchi zingine ukienda i kukai kukae huko mkaongea ni hali mbaya. hatutaki sisi tuendelee kama Tanzania, ndio maana tanzani. ni nikasema hapana kama jamii iliona wabodaboda wote ni wahuni hapana sio wahuni. ni wachache tunanaamini, nimeshaongea nao. Kwa hiyo Oyu hiyo tarehe 27 nimesema tutafanya matembezi ya amani, kuonyesha bodaboda ni watu wa amani, kwa sababu tunaamini bodaboda ni kazi kama kazi nyingine, ni sehemu ya uchumi. Na sisi tunaamini nini, kila mmoja hapa na watu zaidi ya kumi nyuma yake wanaomtegemea kwa kazi hii, kazii a lakini nimekuwa hapa nimesikia vile sala na miki, kama aamatkamato sana na nini, ni mambo kama serikali, na mimi kama mlezi wenu nimekuwa nikiwatetea watu wengi sana. Na mimi nilikuwa nikifutiwa faini eh, ili mbali tu walifika kwangu kwa hiyo tunahitaji tuwasaidie walio wengi, tuwape mafunzo ili wawe na nafasi sasa kupata elimu, kupata leseni ambayo itawasaidia kufanya kazi barabarani, kuepuka na ile mikutano ambayo inatokea barabarani kwa sababu tu ya changamoto. Mtu mmoja kwenda Musoma akashughulikia leseni na kwa changamoto, si ndio? Kwa hiyo tunahitaji mpatikane kwa wingi alafu tufanye utaratibu wa kuomba leseni kwa pamoja, mweze kupata kwa pamoja. Si takuwa nzuri? Uchaguzi hii ni takwa la kikatiba, takwa la kisheria eh, kila mwaka, kila baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi, si ndio? Yeah. Na tumekuwa tunaona hivyo. Sasa ndio kuja kutuambia tusifanye nani? Tutakuwa tunaikanyaga katiba sisi wenyewe. Yeah. Na sio tuliapa kutokanyaga katiba. Kwa tutakisha uchaguzi unafanyika tena kwa amani na utulivu, kila mtu tutahamasisha wajitokeze tunahitaji tuongee maendeleo sasa hivi. Nimechelewa kuja, kwanza mnisamee, ni kwa sababu niko na wakabizi wenzangu boda boda. Ni maendeleo, ni ujinga maendeleo. Sisi sisi kama boda boda, nahitaji tarehe 27 tuwaonyeshe hata wengine ambao walikuwa watuna shida kwamba Tarime hatuna shida na tunaungana vizuri na sisi ni wadau wa amani na utulivu. Si ndio jamani? Ndio maana tutaongea, tutafanya maandamano yetu tutatembea kuhamasisha amani na na na na utulivu, tufanye shughuli shughuli zetu katika mazingira mazuri, alafu tunaenda kufanya mambo ya ya ya faida. Tunataka muungane na pale pale pale ambapo mnahitaji sehemu ya park kivuli, tutaangalia na halmashauri tuweke shedi, wafanye shughuli kama sisi tunaofanya maofisi. Kina mama pale walikuwa wanapata shida sana, tukaweka utaratibu mzuri, sasa wanauza pale ndani vizuri mpaka usiku, tunaweza kununua vitu pale, sio ndio? sasa sasa kulikuwa anaenda kafanya mambo ya kishenzi mtaani, si bora akae uze mboga mboga. Hao nilizuia. Na na na kuna mgambo alikuwa anakuja ananyang'anya vitu vya kina mama. Nilipiga marufuku. Na sasa huwezi kusikia wananyang'anya vitu. mm -hmm. Hata kama amefanya makosa, mwelimishe akae aseme sahihi, sio mm -hmm, kukanyaga mboga zake, pengine ile la mtoto wake nyumbani, anategemea mama auze mboga, akalishe familia. Wewe unanyang'anya kwa kwa unanyanganya kwa manufaa ya nani?

lakini kwenye kura kwa mama kwa kipindi hiki sababu walioshika mamlaka baada ya ku aliyofanya ni zaidi ya wanaume waliotambulika